Katekisimu inakupeleka Jehanamu ikiwa utatii kibali chake cha kuua jirani zako! Mpango wa shetani mbili. Hii ni kauli ya kushtua, lakini usuli wake unafafanuliwa katika video: wachungaji walimsaliti Yesu na kubadili katekisimu ili kushiriki mamlaka na utajiri pamoja na mbwa mwitu. Kusoma barua yangu ya hivi punde kwa wachungaji kwenye maoni kutasaidia pia kuwa na uhakika, Yesu hata kusamehe kama utafanya dhambi dhidi ya mojawapo ya amri zake na kufa bila kuja kwake kumwomba msamaha kwa moyo mnyenyekevu na uliotubu, si kwa kuhesabiwa haki. Lakini katekisimu ambayo inapaswa kuwa kwa Wakristo mwongozo wa mbinguni, sasa inapingana na yale ambayo Yesu alitufundisha kuhusu kupendana. Chochote utakachoamua kufanya basi, mwendesha mashtaka Shetani atakushtaki mbele ya hakimu wa milele amakua mawadi au kua kutomti Petro na kanisa. Adamu alipofanya dambi katika paradiso alimlaumu Mungu kua jambo hilo, yule mwanamke ulieniweka pamoja nami amenidanganya. Kaini pia ambeweza kufanya hivyo kua sababu Mungu alikubali kubali dabihu ya Abeli lakini akaikataa yake. Shetani anataka ufanye vivyo hivyo. Katekisimu ili nidanganya unapofika kwenye milango na kutambua ukweli mzima, kwa sababu anajua kwamba yeyote anayeishika sheria yote, lakini akashindwa katika jambo moja, amekuwa na hatia juu yake yote. Ikiwa sisi wa Kristo kwa ajili ya ufalme wa Mungu tungekataa kufanya jeuri yoyote, ufalme wa mbwa mwitu bila shaka ungetuondolea upesi na kwa ukali miundo majumba makanisa makuu, na kwa wengi wetu maisha ya starehe. Tumbekuwa tishio la kuwepo kwa jamii, kwa sababu jamii zote za wanadamu tangu dhambi ya Kaini zilianzishwa kwa ndia ya vurugu na kudumishwa nayo. Suala muhimu zaidi hapa ni je, kweli tunampenda Yesu? Ikiwa unanipenda utazishika amri zangu, au tujipende zaidi na kufurahia ulimwengu? Yesu anangoja uamuzi wetu. Moyo mtakatifu wa Yesu na moyo safi wa Bikira Maria utubariki na kutulinda. Amen.